Na viongozi wa vyama vya wafanyikazi wa vyuo vikuu na wahadhiri UASU na KUSU wameshikilia kuwa mgomo wao unaendelea hadi serikali iwajibike na kuwalipa fedha wanazodai kwa awamu moja. Viongozi hao wametoa tangazo hilo baada ya kukosa mwafaka kwenye mkutano wao na serikali. Wahadhiri wanadai serikali shilingi bilioni 7 nukta 9 kwa mujibu wa mkataba wao wa makubaliano. Mwanga wa matumaini uliokuwa umeanza kuonekana kufuatia hatua ya serikali kuahidi kulipa shilingi bilioni 7.9 wanazodai wahadhiri kwa awamu mbili umekatizwa ghafla. All public universities and their constituent colleges shall remain on strike until all the demands Armet. Hii ni baada ya viongozi wa vyama vya wahadhiri na wafanyikazi wa vyuo vikuu vya umma kusisitiza kuwa mgomo huo utaendelea hadi pale watakapolipwa fedha zao kwa awamu moja. These are the resolution that the payment of 7.9 billion be done at once and immediately. Lecturers

Kulingana na katibu mkuu wa UASU Konstantin Wesonga, ni sharti mkataba wa mwaka 2025-2029 kutekelezwa na deni zote kulipwa kabla ya wao kurejea kazini, akibaini kuwa ni sharti matakwa haya yote yashughulikiwe kabla ya mwaka huu kukamilika. 2025 2029 CBA must be negotiated, signed, registered, and implemented.

Viongozi wa UWASU tawi la kaunti ya Machakos tayari walikuwa wamejitenga na mpango wa serikali wa kuwalipa fedha zao hizo kwa awamu mbili, wakisema wametoa huduma zao kikamilifu, hivyo ni haki yao kushughulikiwa. Kupeana pesa zenye tunahitaji, na kama tulivyo, eh, tulivyo eh, shirikiana tuka, na tukaitikiana ni kwamba sisi tutarudi kazi wakati ambapo hizo pesa zitalipwa na hakuna jambo lingine na huku haya ya kijiri katibu mkuu wa kotu Francis Atwoli ameitaka serikali kusuluhisha mgomo huo haraka iwezekanavyo ili masomo yarejelewe vioni. Mgomo huu umeendelea kwa siku 45 hali ambayo imelemaza masomo katika vyuo vyote vya umma nchini, wanafunzi sasa wakitishia kuandamana kuishinikizia serikali kushughulikia mgomo huo masomo mapema. Lakini ona sasa, imebidi imesonga muda masomo imeenda mbali kidogo sasa. Itabidi kama next year hivi tutakuwa tunaendelea na masomo yetu. Sasa ah, inaleta hiyo nini, kukaa idle na hiyo inaweza fanya hata akili kufikiria vitu mbaya mbaya. Mary Kyallo, makala ya elimu na Undugu.